Halo, habari. Kwa jina naitwa Zakaria Moshi kutoka Anti-Virus solution Tanzania, na ningependa kukuelezea utaratibu wa kupata Kaspersky Internet Security 2017 kwenye kompyuta yako popote pale ulipo. Basi tunapowasiliana na wewe utatupa email yako, na kwenye email yako tutakutumia ujumbe wenye programu mbili moja ikiwa ni antivirus na nyingine ikiwa ni software ya kutuwezesha sisi kuconnect na wewe ili kukamilisha installation ya antivirus yako popote pale ulipo. Utapata email ya namna hii, imeandikwa antivirus kwa computer yako. Uta click hapo utakaoona instruction jinsi gani ya kuinstall hii antivirus. Kwanza kabisa kuna program mbili za kuinstall. Utaanza na ya kwanza TeamViewer, uta click itashuka, after kuja na ya pili hii Kaspersky antivirus uta shuka basi, hizi mbili utaziachia zidownload zote mpaka zishuke. Zikishashuka utaanza kuinstall moja moja, baada ya nyingine tukianza na team viewer. Okay, tuta click team viewer hapa, tutaweka basic installation na personal tuzichagua hivi accept, yes. Basi nakuwa imemaliza, unakuja hapa uta click close tayari. Ukifika hapa una ID na password, hizi mbili ndio utazitumia sisi ili tuweze ku connect na wewe kukusaidia kwenye ku install kuweka key za hizi antivirus. Sasa ikionekana ready to install, uh, ready to connect, hapa ndo internet yako iko vizuri na uko connected vizuri. Unakuja ku install antivirus, uta click ile antivirus, itaanza ku install, itakuja hivi na itaenda ya ya kuonyesha sehemu ya kuweka key hapo, ndio utatupigia sisi au utawasiliana kwa SMS kwa kutumia ile ID yako na password. Kitu kama hiki uta click continue then install. Kwa hapa, kitu nachofanya ni kwamba ina download, mwanzo tulidownload 2MB peke yake, lakini hii program sasa ndio inaanza, ndo inaaza ku download yote, kwa hiyo unabidi uwe connected on, on the internet kwa hapo utaiachia i download yote 185 MB ya hii antivirus. Kwa hiyo itaendelea ku download hivyo mpaka itamaliza download. Unaona iko mia sebi ann sasa hivi mpaka itamaliza. Kishamaliza utaanza installation. Kwa hiyo kishamaliza na click finish. Basi itakuja hapa ambako itahitaji sasa kuweka zile kii ambazo ndio utazipata kutoka kwetu.